Hebu tuendelee ambapo gavana wa kaunti ya Pokot Magharibi, Simon Kachapin, ameelezea wasiwasi kuhusiana na ongezeko la uvamizi wa misitu katika kaunti hiyo, katika hatua za haraka zichukuliwe kuwazuia wakazi kukata miti kiholela. Gavana Kachapin amesema juhudi zinazowekwa na serikali za kupanda miti zaidi zinahujumiwa na shughuli zisizodhibitiwa katika misitu. Amesema atatenga rasilimali kuhakikisha misitu katika kaunti hiyo So inalindwa dhidi ya uharibifu zaidi. Tunapanda miti kila, kila, kila, kila mwezi, but sustainability ya hiyo forest iko hapa, isipokuwa yale iko mashule kama hii, lakini tunapanda ama Kamatira, tunapanda huko Leland, baada ya hiyo mbuzi inakula. Tashirikiana pamoja pamoja karibuni pa pa na watu ya Kenya Forest Service na wengine kuona wale wameingilia wa Kamatira, Mtelo, Tutashirikiana kuondoa hao.